Eti kwa upendo sisi na tanz..., siasa ya Tanzania ya Tanzania wapi? Ni wenyewe siasa ya Kenya, sisi watu wenyewe, watu hapa, watu hapa wakata siasa Kenya, wengi ukimbia wewe, lakini mambo tunayo sisi hapa Yeo, watu wametiana marungu huko bara. Yeo hata si mbali, na kila siku kuna uchaguzi mdogo tu kumetiana marungu. Kweli jinsi mtetee haki za huku? Kwani huku watu watuwona kama si tuko Brunei? Hakuna dhulumi wao huko, huku Dhulma zimejaa, ati waenda kutetea haki, huku dhulma zimejaa mpaka kwenye maofisi yao, dhulma zimejaa na tukae tuchambuane. Ku, ukiwa kwenye uh, nyumba ya zio simrushie mwendani wako mawe. Wewe kwenye nyumba ya zio utakumshia mwenzako mawe, akikurushia wewe utayaweza? Kwa hiyo sisi twalani hichi kitendo cha kuja kuingilia uchaguzi wa watu na kuingilia sheria za watu na nchi za watu ati kwa madai ya haki zao, hawana haki yoyote, hawana ni warongo na, na nyuma wanazijongo. Wabunge wangapi hapa Kenya hudhulumu? Mbona hawatetei? Na wazijua wao dhulma. Magavana wangapi wamedhulumu hapa? Wasitupe kutaka kunena, si wangetetea mwanzo watu wa Kenya? Sisi wenyewe tu Kenya tukapata zile haki zetu za msingi, tumewahi kuzipata? Hatuna. Watakaenda kutetea hoko, wataka mkafungwe? Mimi nitakaendao aseme sijui nimekuja tia ndani, mtafanya nini? ungile nchi za watu, wale wana katiba yao kama sisi huku tuna e, e, uhuru wa kuzungumza, unahitaji freedom of speech. Si Tanzania kule hakuna, hutolenea utakalo wala utajifanyia utakalo, kwamba wewe ulikuwa jaji mkubwa hapa Kenya, ulikuwa sasa, sahau ya kutetewa tele. Kama kweli nyinyi mwasimamia haki za binadamu, hela simamani hapa hapa hapa hapa Mombasa watu wapate za wow. Hey, mikon, haki zao za kibinadamu. Hii Mombasa yenyewe haki za kibinadamu, watu nyanyaswa, watu dhulumiwa, watu hawana ma, watu kujizipanga, polisi utumia sharia, haki mikononi mwao mbona, mwenye kipanga hana haki? atumia ukipanga akipigwa yeye ndio akhi ndonyima taaeauhe. Nausikitika kwamba Waislamu hawa mchi hata Mungu. Mwekeni Mungu mbele jamanini, msidai tu, msipeke nahezo katiba zenu angalia, angalia na Mungu, kwani na idilu huwa aqrabu litaqwa. Tumwogopeni Mungu jamanini, kwani Tanzania hakuna mawakili mpaka watoke Kenya. Tanzania hakuna watu wao wa kunena mpaka toke Kenya wa, wa, wa, wataka kwenda kutilia utesi tu. Tumeketi kwa raha mustarehe. Na wewe ndio kisha unazungumza hapa, niache nene. Basi waache na kazi yao na si kazi yetu kuambia, wala si kazi yao, mimi nimekwambia kazi yao ni waangalie Kenya. Nyinyi mmeshindwa kweli? Wewe ukiwa umeshindwa kwako utaweza kwa wenzako? Si tengeza lako. Mtu mwanzo huanza kutengeza la, la, la wapi? La kwake. Mimi nimekupa mfano, mimi nimeenda, mimi ofisi yao na wao wanene ni urongo. Nimekwenda mimi ofisi yao na mafaili kila kitu, hawakufanya lolote. Mbunge ametukua title deed ya ardhi akasema of, of, ni amepewa kama alikuwa na haki kweli, angesimama pale. Wakili mzimae yeye ndo alotutia sisi chocha kiki. Msitupe kunena, msituone. Hatuko kwenye siasa, mkaona hatuisi siasa. Hatutaki tu kuingia, twaona ni uwanja wa fujo, hauna maana. Lakini tukitaka kumchambua mmoja baada ya mmoja, watu watashangaa. Mbona wewe usimamii? Mimi usimama kwenye swala tu lakini siasa twaijua vizuri, kwa sababu ukisoma dini, kwa sababu mtume alifaulu kwenye siasa. Hakuna siasa nzuri kama aliyotumia siasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushia kila la shari, jalia min aladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana